Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kupitia kwa mkuu wetu wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kisarawe iko vizuri, iko imara sana. Lakini pili, ni mpongeza Profesa Santos kwa upande wa Kisarawe, ana timu nzuri sana ya misitu. Kuna kata kutoka hapa hadi kufika ni kilomita 115, mafizi dororo. Mimi nafanya ziara sana kwa wiki mara tatu mara nne kwa maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuwahudumie wananchi tuwafate walipo kila linapopita, nakutana na TFS rawama nyingi wanaolalamika ni viongozi, wananchi hawalaramiki, na wakata mkaa wengi Kisarau ni viongozi. Na sisi tunasimamia maelekezo ya mweshimua rais, yoyote atakayepita mbele kumaliza sisi si naye nayo hatugumiia mtu, na mimi ni kuakishe na nikushukuru sana. Naamini baadhi ya magari haya tutakuwepo kusana tutayapata na pikipiki. Tukishapata hizi gari leo, mheshimiwa waziri, sisi kesho tunaanza ziara, kwa sababu ndo kazi tuliyopewa kulima huku. Sisi ni kazi tu ya kuhudumia wananchi, na mimi nataka nikuhakishie, sisi wote hapa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama tunakuhakikishia pamoja na hizi hosteli zilizowekwa hapa tutalinda hapa hata mbu hata sogea pale Kisarawe. Mheshimiwa waziri, imekuwa ni shamba la bibi. Hii wilaya ni tajiri tajiri kweli kweli. Tumejaribu kusimamia mapato hapa kwenye kata ulivyokora kusanya milioni 4, tumekusanya milioni 48. Kwa hiyo mimi niwatie moyo vyombo vya ulinzi na usalama kama nilivyosema, Mheshimiwa waziri fanya kazi. Kumekuwa na propaganda nyingi sana Mheshimiwa Waziri kuhusu TFS ti sheria, bila kushurutishwa. Usipofuata sheria, tutakuonyesha jinsi ya kufuata sheria. Hatuna mzaha kwenye za srizanji. Nimpongeze sana TFS sana, na mkuu wangu wa mkoa ni miongoni mwa wakuu wa mikoa best kabisa Anafuatilia kweli kweli, anakuja site, anaenda hadi huko vijiji, anafanya ziara. Hao vijana wako mheshimiwa waziri wanafanya kazi katika mazingira makubwa. Kisarawe ina ukubwa wa kilomita za barabara mia tisa arobaini na tano kilomita saba tu zina lami. Kwa hiyo hawa vijana wa TFS masaa ishirini na nne vumbi yao, tope yao, huko polini na sisi Kisarawe tunapata mvua mara mbili kwa mwaka. Sasa tusiwakatishe tamaa hao watu. Mimi hapa kwetu ni mtia ama ni mpitaji. Leo mnajengewa hapa kuna unaona vinazindua hosteli nzuri sana. Watakaofaidika ni wenyewe wazawa. Sisi ndio pitaji tuko hapa kuelekea ma maisha yaende vizuri. Mkienda kwenye wilaya nyingine mnaona maendeleo yapo. Hao walikuwa ni watumishi. Tuunge mkono mambo yaende. Tusimkatishe tamaa Mheshimiwa Rais. Na mimi naomba nikuhakishie kwa umoja wetu ulioko hapa mkoani kwa maelezo ya mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa kanda TFS, yuko hapa ndugu yangu na Baraka Baraka yuko wapi? Hawa wanafanya kazi nzuri sana mheshimiwa waziri, lakini vita alionayo Baraka hey, kwa sababu gani masirahi ya watu binafsi. Nami sinaga rekodi ya kushindwa mheshimiwa waziri, tumefanya kazi nzuri ya basi, ananijua hatuwezi kushindwa na misho tutendea kazi ni show show, kwenda mbele, hakuna nene mama hapa. Kwa hivyo, ili kutia moyo, Baraka fanya kazi, kamati ya ulinzi na usalama tufanye kazi, tumsaidie mheshimiwa rais. Sisi utiifu wetu uko mmoja tu kwa rais, kwa wengine wote tunakutana ni mahusiano, tumekutana kwa ajili ya kazi na tutaachana baada ya kazi kutushinda, lakini mpaka sasa tuko vizuri. Mheshimiwa Waziri, mimi ni kuhakikishia sana wanaolalamika wewe itisha hapa mkutano waambie wananchi, walalamiki hakuna mwananchi anaitokea. Sasa mtu nayemuheshimu anavyotaka kukuchafua sasa ili kukushughulikia, hivi naitwa udava, udava hamna namna na mimi hey, nikuombe Profesa Santos ongeza hosteli hapa, niwaombe tulete zoo. Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi, leteni hosteli, leteni hapa wanyamapori, tuwe na zoo. Bata inaliwa nje ya mji. Hakuna mtu anayekula bata kali ya koo. Kali ya koo ni sehemu ya kutafuta pesa. Mheshimiwa mkuu, mkuu ameweka utaratibu mzuri sana. Nikupongeze sana Profesa Santos, weka pikipiki za kutosha, wapatie hawa vijana magari. Wananyeshwa na mvua sana, wanapopita barabarani tope sana, wanafanya kazi katika mazingira magumu. Na hata vijana doria tuongezee posho. Kama mtu kwa mwezi ameingiza milioni mia mbili, toeni hata milioni kumi, wapeni kama motivation. Mimi naamini sisi tukisimama tukitenda haki habaki mtu hapa. Sasa kiongozi lazima uwe na kifua lakini mkianza kutuchokonoa chokonoa, na mimi nimesema Mheshimiwa Waziri. Mtu yeyote kama Baraka atawajibishwa ni wajibishwe kwanza mimi. Niko hilo, nasema wazi kabisa. Kwa sababu tutakatisha tamaa maafisa wengine wa TFS kwenye mikoa mingine na wilaya, wanasema huyu alilinda maliasili wamemkumbuka tunakuwa tumepatia e, nafasi ya majangiri. Watu wanaua mpaka wanyama hapa, twigo. Tumekamata watu juzi sisi, tutadiri nao hakuna mtu atakaye jinufaisha kwa mali zetu za umma. Tutadiri naye mheshimiwa rais, na vyombo vipo vinajulikana. Kwa hivyo nikuhakishie, wilaya ya Kisara iko salama, misitu iko salama. Mambo yote hapa kama kuzi na usalama, sisi tuko vizuri. Kila mtu atimize majukumu yake, fanya biashara halali, ujipatie kipato, tosheka na ulicho nacho. Kama mbaya sana tunaenda kanisani, Baba yetu uliye mbinguni, samee sema unaidani. Ah, wa kibali kumbe mwizi! Sasa mwizi, mheshimiwa waziri, sisi tutadai nao, sisi hatuna huruma na mtu ambaye anaenda kinyume na utaratibu. Mtu anapokosea awajibishwe kwa kufuata utaratibu, sio kusingiziwa na kufanya robbing ya kumchafua mtu ili uendelee kuiba na kujinufaisha kwa ajili ya maslahi yao. Kuna wilaya zimeanzishwa hapo zina zaidi ya miaka kumi kumi na tano ziko mbali kimaendeleo. Kisarawe tuna hata stendi hata soko, mapato yanatumika na watu wachache, barabara mbovu, miaka themanini tuna barabara kilometa saba. Kuna wilaya gani zimeanzishwa kabla ya Kisarawe? Halafu ukiongea wanakuambia Magoti anafanya kazi nzuri sana, lakini anaharibu siasa ya Rais Samia. Siasa gani ya uwizi wa mali za umma?